Na hii ni sehemu yetu ya tano ya tamthilia yetu ya tafiti. Kumbuka sehemu ya nne kwamba Maimuna pamoja na Omega waliamua kukaa naye yule mtoto, yule mtoto ambaye alikuwepo anajiuza ambaye jina lake ni Zumaira wakamfanya kama ni ndugu yao. Pia katika hii sehemu ya nne ndipo baba yake Maimuna alikufa kwa sababu ya ugonjwa wa kifua kikuu na mapafu yake yaliharibika. Tunaendelea katika sehemu yetu ya tano. Baada ya miezi minne, Zumaira wa siku moja alikuwa anarudi shule kwa furaha, huku akimwita dada dada dada. Akisema dada, anamaanisha anamwita Maimuna kwa sababu alikuwa anamfanya kama ndugu yake. Maimuna: kuna nini ndugu yangu mama Maimuna? inaonekana na furaha kama mbala mwezi inapoandama. Zumaira: mama, umepatia matokeo yamerudi na nimefanikiwa kuwa wa kwanza kwa ngazi ya mkoa kubwa kuliko, nimechaguliwa kusoma nje ya nchi kwa ufadhili wa serikali. Wote walifurahi na kushangilia pamoja. Mama Maimuna akasema: lazima niandae sherehe kwa ajili yako kipenzi ili tuweke kumbukumbu kabla haujaondoka. Zumaira anakuja akawa anakunja uso kama nguo isiyonyoshwa. Maimuna, nini kipenzi, upo sawa? Zumaira, kwa upande fulani nimefurahi ila upande mwingine nimechukia. Mama Maimuna, kwa nini kipenzi? Zumaira, kwa sababu ule upendo wako mama wa dada na kaka Omega pamoja na Fedo sita upata tena, naogopa kuwapoteza nyinyi. Omega akaingia ndani akasema, upendo wa watu waliopendana kwa dhati hubakia mioyoni mwao hata kama wakiwa mbali. Maimuna na mama yake wakawa wanatikisa kichwa kutilia mkazo lililosemwa li, na Omega na Zumaira akarejesha tabasamu lake tena. Fedo usiku anarudi hali ya kuwa amevaa miwani. Nikisema amevaa miwani, bimaana ya kwamba amelewa. Maimuna: Fedo, unaendelewa kulewa? Fedo: kwani dada, nini? kila mtu ana starehe yake. Maimuna ananyanyua mkono, anataka kumpiga Fedo. Omega. Hapana, mikono yako ipo kwa ajili ya kufuta maumivu.